Tutoke, tutoke tutoke tafadhali. Tutoe, totoke tofanali bwana. Hata hapa sitaki, sasa nyinyi pia simtaki hapo bwana. Haya, monovusileko komwami, we wewe, wewe, wewe, tunyamaze oda. Haya, mwami wavinyinyi, bamasuka, mulembe, mulembe, swa mulembe mia